Migogoro imekuwa haipepeki katika maisha ya ndoa zetu za kila siku eh? Yaani katika maisha yetu ya, ya, ya kawaida kuwa na migogoro ni kitu cha kawaida, kwa sababu migogoro inatokea kwa watu ambao eh, wanaendelea na maisha ya pamoja. Sasa wanapoendelea na maisha ya pamoja wanakuwa na malengo mengi, wanakuwa na vitu vingi sana ambavyo wanatamani kuvifanya kwenye maisha. Sasa vile vitu ambavyo wanakuwa wanatamani kuvifanya kwenye maisha Uh, kila mtu ana mtazamo na kila mtu anaweza akawa na kipaumbele chake. Sasa yale malengo huenda yote kwa pamoja ni mazuri eh? Sasa yale malengo eh, pamoja na uzuri wake, lakini kila mtu anakuwa ana ukubwa wa tamanio lake kuona kile kitu kinatangulia. Sasa mnavyotofautiana tu pia hata kimitazamo, kwa kuna kamgogoro fulani eh? kanaweza kakawepo kwenye nafsi lakini hii migogoro iko ya aina mbili. Kuna mgogoro wa nafsi na kuna mgogoro wa nje. Yani yani, mgogoro wa nafsi maana yake ni mgogoro wa mtu binafsi, lakini e, mgogoro wa, wa nje maana yake ni mgogoro kati ya mtu na mtu. Sasa katika migogoro ya mtu na mtu ndicho kitu ambacho ninachokizungumzia. Mgogoro wa, wa nafsi ni mara chache sana kuleta athari za nje haraka. Mgogoro wa nafsi mara kadhaa huwa ni ugomvi wa mtu na nafsi yake, alafu mara kadhaa mgogoro huu huwa unamfesi mtu we, yeye mwenyewe, aidha kulingana na tabia ambazo anaweza kana mfanyia mwenzie, alafu aidha hajajua lakini nafsi yake inajua kabisa kwamba hichi kitu unachokifanya sio kizuri. Sasa huu mgogoro e, huwa unaleta athari kwa mtu mwenyewe binafsi ya kwa sababu aidha anaweza kana kifanya kile kitu kama siri e, lakini nafsi yake inakuwa inamsuta anafanya kitu kibaya kwenye ndoa lakini eh, bado mwenzi hajajua kwamba hichi kitu eh, eh, kinafanyika, lakini mtu mwenyewe anakuwa anajua. Sasa nafsi yake inaanza kumsuta. Sasa nafsi yake inapomsuta ina, ina huyu ni mgogoro wa nafsi, maana yake anayeumia ni mtu mwenyewe, kwa sababu nafsi yake ndiye inayeshuhudia kitu anachokifanya. Lakini sasa huu mgogoro wa nje ni mgogoro baina ya mtu na mtu. sasa, E, mgogoro wa mtu na mtu una uwezo wa kuwa e, mgogoro kati ya mume na mke, na hii migogoro inaweza ikapelekewa na vitu vingi sana au inaweza ikasababishwa na vitu vingi sana, aidha eh, e, vipaumbele, matamanio, mahitaji na vitu vingine vingi sana, malezi, eh, labda labda mitazamo kwa hiyo Ha, haya mambo yanaweza yakapelekea watu kuingia kwenye, kwenye, kwenye migogoro, lakini pia pamoja na tabia pia. e, tabia ya mume tabia ya mke inaweza ikapelekea migogoro ikaingia kwenye ndoa. Sasa pamoja na hayo, karibu katika siku ya leo nimekuandalia a, jinsi migogoro inavyovunja ndoa, hayo e, hayo mambo ambayo e, yanakuwa yanaleta makwazo kwenye familia hayo hayo mambo ambayo yanaweza yakawa yana wapa tofauti kila siku. Sasa inaweza ikapelekea jinsi gani? Inaweza ikapelekea kuvunja ndoa. Migogoro inapokuwepo mara kwa mara kwenye ndoa yenu eh? kila siku mnapokuwa kwenye kukwangwana, kwenye kusuguana, sasa ile misuguano inazaa, inazaa, yeah, yani, uh, hakuna kitu ambacho kinaweza kikawa kinafanyika halafu kizizae. Kila kitu ambacho kinafanyika kinazaa kwa hiyo hata migogoro inazaa, na amani inazaa. Sasa eh, migogoro inapokuwa inadumu inabeba mimba eh? Ya inapobeba mimba eh, ina, inakwenda kujifungua <laughs> inakwenda kujifungua eh, eh, inategemeana na ukubwa wa migogoro, sababu kuna migogoro mingine inajifungua haraka na kuna migogoro mingine inachelewa kujifungua. Sasa inapochelewa kujifungua ndo hii migogoro ambayo mwisho wa siku inakuja inavunja ndoa. Sasa uone migogoro inazaa nini, alafu hicho kitakachozaliwa kinakuja kuleta matokeo gani? Migogoro inapokuwepo kwenye ndoa mara kwa mara, migogoro inapokuwepo inadumu muda mrefu eh, kwenye ndoa, au leo kiko hichi, kesho eh, kiko hichi, keshokutwa kiko hichi. Uh, uone inazaa nini. Migogoro inapokuwepo mara kwa mara, kitu cha kwanza ambacho kinaanza kuzaliwa ni maumivu ya uh, migogoro inapokuwepo mara kwa mara kwenye familia inaleta maumivu hasa. Maumivu haya yamegawanyika katika sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ni maumivu ya mtu mmoja, ya kwamba mtu anayesababishiwa maumivu yani mtu anayesababishiwa eh, maumivu ni yule ambaye aidha anakuwa na mshauri mwenzie, Bwana hichi kitu unachokifanya mara zote sio kizuri, usikifanye eh? Usikifanye, yule mtu anaendelea kukifanya. Sasa anapoendelea kukifanya kile kitu kinakuwa kinamsababishia maumivu, kile kitu kinakuwa kinaanza kuzaa maumivu kwenye nafsi, kwenye nafsi ya mwenzie au kwenye maisha ya mwenzie eh? aidha, aidha, eh, mme au aidha mke, maanake anakuwa anaumizwa na maumivu ya mwenzie sasa anapoumizwa na maumivu ya mwenzie eh? anapoumizwa na makusudi au na vitu ambavyo vinasababishwa na mwenzie, yale maumivu yanaweza yakaleta athari kwenye moyo wake, yanaweza yakaanza kumtafuna kwenye maisha. Sasa anapoanza kumtafuna yale maumivu, yakatawala yanaanza kuleta vitu ambavyo sio vizuri kwenye maisha, anaanza ana, ana kukosa kuifurahia ndoa yake eh? Sasa maumivu yanakuwa yameletwa na nini? Manake na mgogoro ambao unakuwa hauna sumu. Mgogoro ambao unaweza ukawa unasababishwa na mwenzie kufanya kitu ambacho kinamnyima mwenzie furaha. Unaona? Kwa hiyo migogoro inaweza ikasababisha au inaweza ikazaa maumivu. Kwa hiyo maumivu yanapokuja kwa mwenzie yanakuwa ni mateso kwa mwenzio. Yanakuwa ni mateso kwa mumeo. Yanakuwa ni mateso kwa mkeo. Kwa hiyo ni vizuri sana kwenye maisha ya ndoa kuepuka migogoro kwa sababu inapoleta maumivu, inafanya mwenzio asifurahie maisha, inafanya mkeo au mumeo asifurahie maisha, sababu maumivu huwa yanatesa sana. Lakini pia maumivu huwa yanaweza katowesha vitu vingi sana kwenye maisha ya mwenzio, kwenye saikolojia ya mwenzio, kwenye moyo wa mwenzio. Ni vizuri sana unapogundua kuna mgogoro unaosababisha kwa mwenzio, lakini pia akakwambia kwamba hichi kitu eh, sikipendi, ni vizuri sana kuchukua tahadhari na kuweza kuachana nacho, kwa sababu hicho kitu sio kizuri, ya sio kizuri. Ni vizuri ukaondoa ule mgogoro ambao unaweza ukasababisha maumivu. Lakini pia migogoro inazaa kitu kimoja ambacho kinaitwa makusudi ya. Sasa migogoro inapokuwa mara kwa mara inakuwepo, eh, inazaa makusudi inazaa makusudi ya uta, utakuja kuelewa jinsi yes, gani migogoro inazama kusudi. Uh, kuna mtu mwingine anapoona eh, mwenzi wake anakwazika kwa kitu fulani eh, anaumizwa kwa sababu ya yeye akifanya jambo fulani. Kuna mtu mwingine anakuwa anaanza kuendelea, yani anafanya tu ili mradi mwenzie aumie, eh, anafanya tu kwa sababu ameshajua kwamba ah, kumbe Eh, kumbe hichi kitu huyu mtu anaumia. Sasa ngoja niendelea kufanya anafanya. Tunajua uh, watu tunatofautiana. Kuna mtu mwingine furaha yake ni maumivu ya mwenzio. Sasa unajua eh, unapoendelea kufanya kitu kinachomuumiza mwenzio, halafu wewe unakifurahia, hayo ni makusudi. Sasa makusudi yanapokuwepo, eh, yanasababisha maumivu yaliyopitiliza kwa mwenzio. Sasa maumivu yaliyopitiliza kwa mwenzio yana hatari eh? Sasa pia uh, unapokuwa unaendelea kufanya makusudi kwa sababu mwenzio anaumia, unakuwa unatengeneza kitu gani kwenye ndoa yako eh? Yani, umeshajua kwamba mimi naumizwa na wewe kupika chakula kibaya, mimi naumizwa na wewe kuchelewa kurudi nyumbani, mimi naumizwa na wewe kuwa na tabia ya, ya, ya kuongea na simu usiku alafu simu zisizo na mantiki. eh? Sasa yes, unapoendelea umegundua kwamba mi naumizwa, halafu unaendelea kufanya makusudi, huu ni mgogoro. Lakini pia huu mgogoro eh, maanake sasa ulipogundua kwamba mi nispendi, unaendelea kuleta makusudi sasa. Sasa makusudi sio mazuri, makusudi yanapelekea ndoa kuvunjika. Kwa sababu gani eh, kuna baadhi ya watu yani akishajua wewe hupendi anavyotembea, anaanza kutembea hivyo hivyo yeah, anatembea hivyo hivyo hivyo hivyo, yaani anajua kabisa kwamba hapa anakwazika na anaboresha makwazo yake. Sasa hichi kitu sio kizuri, sio vizuri kuendekeza migogoro, kwa sababu migogoro inavyokuwepo, makusudi yanazaliwa. Sasa makusudi yanapozaliwa, e, kuna kitu naye yule anayeumia atakuja kukifanya kwa makusudi pia, na kinaweza kikaleta athari kubwa kwenye maisha yenu pia. Kwa hiyo sio vizuri kutunza migogoro e, ili kuepusha makusudi. Sababu unapoona kuna kitu ambacho sio kizuri, ni vizuri unaachana nacho mara moja, halafu maisha mengine yanaendelea pia. Lakini migogoro pia inazaa upofu. Migogoro inazaa upofu. Sasa kwa nini tunasema migogoro inazaa upofu? Migogoro inapokuwepo mara kwa mara kwenye maisha yenu inazaa upofu. Maana yake mwezi wako hakuoni Yaani, huo ndo ukweli. Mwenzi wako hakuoni. Maanake nini? Unaanza kupofusha macho ya roho ya mwenzio, unaanza kupofusha macho ya upendo wa mwenzio. Anaanza kukuondoa taratibu taratibu kwenye moyo wake. Ni kwa sababu gani? Kwa sababu ya migogoro. Maanake eh, inaanza kuweka ukungu kwenye macho ya upendo wa mkeo, au inaanza kuweka uh, ukungu kwenye macho ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya mumeo. Sasa unapo, ukungu unapoingia kwenye macho ya upendo wa mumeo eh, inaleta upofu moja kwa moja, mwisho wa siku hakuoni kabisa. Sasa ikiwa hakuoni kabisa maanake, kwenye eneo lako kama mke, kwenye eneo lako kama mume umetoweka. Sasa unapotoweka kwenye hilo eneo maanake tayari hakuoni tena. Kuyo, kwa hiyo kitu ambacho kinakuwa kimepelekea upofu ni migogoro. Kwa hiyo migogoro inaweza ikapelekea kuto kuonana tena kwenye ulimwengu wa, wa upendo wewa, kama mke na mume sasa. Hichi kitu sio kizuri, ni vizuri sana kutokuingia kwenye migogoro kwenye migogoro, kwa sababu upofu unapoingia manayake moja kwa moja hakuoni. Sasa kama hakuoni, nini kinatokea? Manake basi anabaki kuwa mpweke, wanahesabika kama watu wako kwenye ndoa lakini kumbe ni watu ambao ni wapweke tayari hasa hichi sio kitu kizuri na sio kitu ambacho cha kukiomba kwenye maisha ya ndoa. Ni vizuri kuepusha migogoro mapema ili kuepusha upofu ndani ya ndoa. Lakini kitu kingine ambacho uh, kinaweza kikasababishwa au kikazaliwa na migogoro ni chuki. Eh, migogoro inaleta chuki ndani ya ndoa kwa sababu kila siku kile, kitu, kile, kitu, kile, kile, kile, kile, kile, kile unafanya unafanya kile kile unafanya unafanya hichi unafanya hichi, sasa inaleta maumivu ambayo mwisho wa siku mtu anachukizwa na wewe, yani kila akikuona anachukizwa na wewe eh? Sasa ni kwa nini anachukizwa? Anachukizwa kwa sababu ya vile vitu ambavyo unavifanya ndani ya ndoa, anachukizwa kwa sababu ya vile vitu ambavyo unafanya mbele yake, kwa ni vizuri sana, ili kuepusha chuki isizaliwe, ni vizuri sana kuondoa migogoro eh? Ni vizuri sana kutokuwa chanzo cha migogoro, sababu unapokuwa chanzo cha migogoro mara kwa mara inaleta athari kubwa sana ambayo mwisho wa siku eh, sio nzuri. Mwisho wa siku inaweza ikaleta matokeo makubwa na ni mabaya zaidi. Kwa hiyo ni vizuri, ili kuepusha chuki, ni vizuri kuondoa migogoro ndani ya ndoa. Lakini jambo lingine ambalo ni, ni kubwa zaidi, upendo kutoweka. Yaani migogoro inazaa Eh, mtoto ambaye ni mkubwa zaidi au matokeo makubwa zaidi ya, ya, ya migogoro ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni upendo hutoweka eh? hakuna mtu ambaye anampenda mtu ambaye anaweza akasababisha migogoro mara kwa mara upendo unatoweka vile ambavyo mnakuwa mnakwanguana kila siku yani mme na, na mme na mke mnakutana mnakwanguana tu hamna stori eh, amnan yani mkikaa kuongea mnazungumza maongezi ambayo tayari ni kama yani kuna makwazo katikati yetu hasa makwazo Yeah, sio mazuri, yanatowesha upendo ndani ya roho, yanatowesha upendo kwa mumeo, yanatowesha upendo kwa mkeo. Sasa yanapotowesha upendo, manake kitu kinachofuata, ndoa hakuna. Kwa sababu gani? Ndoa inatoweka, ndoa inatoweka kwa sababu kuna maumivu ndani ya wanandoa. Sasa kama maumivu yamekuwepo ndani ya, ya wanandoa, hakuna mtu anaweza tena akawa anamfikiria mwenzie kwa upendo. Hey, ma, na, ma, makusudi mabaya yanapokuwepo ndani ya ndoa hakuna mtu tena ambaye anaweza akawa anafikiria kwamba hii ndoa ni hai. hey, lakini pia upofu, maana kama kila mtu hamuoni mwenzie katika ndoa sidhani kama ile ndoa ipo tena. Maana hiyo ndoa inatoweka. Lakini pia chuki inapokuwepo baina ya wanandoa maanake hey, tayari E, ndoa inapokuwa inatawaliwa na chuki muda wote, mwingine anachukia, mwingine anaumia, mwingine amekuwa kipofu eh, lakini pia upendo unapokuwa umetoweka, ndoa sasa ndio inapokuja inavunjika moja kwa moja. Kwa hiyo migogoro inazaa vitu vidogo vidogo ambavyo mwisho wa siku, hivi vitu vikiendelea kuwepo kwenye maisha vinakuja kupelekea ndoa kuvunjika, kwa sababu hakuna ndoa ambayo inaweza ikaa inaendelea halafu watu wake wenye ndoa wana maumivu. Hakuna ndoa ambayo ikaa inaendelea halafu watu wake wana makusudi ya kufanyana vitu ambavyo vinaumiza. Hakuna ndoa ambayo inaweza kaa inaendelea wakati wana ndoa wanadharauriana au mtu mmojawapo anagundua kwamba ile ndoa yake anadharauriwa na mwenzi wake. Hakuna ndoa ambayo inaweza ikaa inaendelea ikiwa upofu umeshaingia, kwamba mke hamuone mume na mume hamuoni mke, manake hawa sio tena wanandoa. Lakini kubwa zaidi chuki na jambo la mwisho, upendo unapokuwa haupo, ndoa inakuwa haipo tena, yeah.